Hello, mambo vipi Tanzania, karibu sana kwenye channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Karibu katika wakati mwingine kabisa kwenye kipindi chetu hichi, na leo kama ilivyo ada tuko na mgeni hapa, und atakwenda kujitambulisha jina lake, lakini mtakwenda kufahamu mengi kabisa kuhusu yeye. Karibu. Jina langu ni Amina Lumwecha. Karibu sana mgeni <sighs> asante, nashukuru. Unajisikiaje siku ya leo? Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tunajisikia vizuri. Asante. Uh, watazamaji kule wana shauku kubwa ya kujua jina lako lakini nafasi pia uliokuwa nayo. ah, kwa majina, jina langu naitwa Shaban Hassan Shaban. Hilo jina ambalo nimepewa na wazazi wangu. Ndiyo. Lakini kwa jina la sanaa au la kusaka tonge hili, mm-hmm. Naitwa Bwana Bakari. Bwana Bakari. Eh, au Beka Dranka. Beka Dranka. Hiyo tunatumia tukianza kwenye safari yako hiyo ya yeah. Uigizaji. Yeah. Kwenye hilo jina ni nani alokupatia au labda ulipenda tu mwenyewe kujichagulia ilo jina la Bakari na hilo jingine. Mwanzo siko anatumia hivyo, kuna majina mengine anatumia katika sanaa, nimeanza sana, muda kidogo Ndio. Nimetumia la kwanza la pili, lakini kuna filamu ambayo ni maarufu sana inaitwa Ndoa ya Bakari. Kwa mara ya kwanza na bahati baada ya kutumia ndo likaenda, maana ile filamu ilikuwa linacheza kama mtu mkorofi kidogo <laughs> kwelikweli. Kwa hiyo manake kwe, tukatafuta jina gani tutumie, ambapo tunaweza likabeba lika mauzuri ya ile nini, basi ndo tukatumialo jina la Bakari. Vizuri sana tukianza, mwanzo kabisa wa safari yako kwenye hii tasnia ya uigizaji, uliingia kwa kupenda mwenyewe au labda ulishawishiwa na watu? kwenye tasnia ya uigizaji bwana, mimi nimeingia mwenyewe. Uh -huh. Na kipaji hichi kimeonekana kime tukiwa shule. Uh -huh. mbuka darasa la nne au la tano hivi, najua mambo ya shule tena pale fanye michezo nini zile, basi pale mwalimu wetu akatuchagua tuena njoni pale. Uh -huh. Ndio tuka akatengeza kaigizo hivi tukafanya tuka uh -huh tulipofanya kaisi sasa, tuna tunaweza ndo hapa tukaanza rasmi sasa kushiriki ma maigizo ya shule yale, tunacheza ikifika mwaka ile bila malipo, tunaingia tunaenda kwenye mashindano na shule tofauti, tofauti tofauti, huko ndo kulipoanza kipaji changu kwa hiyo. Binafsi unapenda uigizaji, napenda, ndo maisha yangu, napenda kuigiza, story naigiza eh, natunga na direct, ndio hivyo tuvusia hapo kwenye direkta, yeah. Kwenye hiyo nafasi ya ya ya kudirekti watu katika uigizaji inakupa ugumu kiasi gani? Ugumu unakuja katika kumtambua msanii engo gani ambayo unaweza ukamweka akafiti aka, kwa sababu wasanii wapo mm. wengi mm. afahamu mm. na kila mmoja ana namna ya uigizaji wake mm -hmm. Sasa wee kama direkta ambapo unakwenda kusimamia basi uhakikishe kwamba mtu aombe cast ambao unaiweka na uhusika wenyewe. Maana yake wewe unafit, ndio watu wengine wanaweza kumweka mtu najua hafiti hapa, lakini pengine anang'ang'ania pale, au unahisi kwamba hivyo. Yani kwa, kwa pale panapokuja ugumu, kwamba mimi nahisi msanii huyu hapa ndo anastahili kukaa, lakini kuna mwingine anahisi yeye pale ndo anataka akae, lakini hmm, mimi kwa uzoefu wangu na ujuzi wangu najua kwamba huyu hapa hawezi kufiti hmm, ni mweke mwingine ambaye najua huyu ukifika hapa atafiti vizuri, atafiti vizuri. Sasa, e, sasa pale, mweka, kwa hiyo hali inakuaje? Sasa pale inawezekana ukamweka mtu mwingine kwa hujamweka akahisi kwamba labda katika wasanii wangu hapa e, e, kiongozi vipi e? <laughs> anampendelea fulani kumbe amna, mimi kwa jicho langu ambapo unahisi kwamba huyu nikimweka hapa ndo ataitendea haki ile nafasi. Kati ya uigizaji na kuwa director ipi unaipenda zaidi? Uigizaji. kwa nini uigizaji? Mimi munu ndani ya damu Alafu mm -hmm. Ndo kipaji changu hasa, sili hasa uigizaji. Sababu mimi he na kipaji bora wewe usimamizi umekuja baada eh, nini yani maana kwa kujifunza. Umenifahamu. mm -hmm. Sasa mm hivi -hmm. lakini uigizaji ni kitu ambacho kipaji ambacho nacho Mm -hmm. Ehe. Kwa toka ulipoanza mpaka sasa labda miaka mingapi? <laughs> um, Sana ni mwambia ni nimeanza Tuka mdogo Mdogo, yani kifuti kama elfu mbili na tatu uko an yani, nikiwa shule uh -huh. Lakini rasmi nimeingia katika tasnia hii uh -huh. uh -huh. Eh. uh -huh. ya filamu elfu mbili kumi na mbili na mpaka sasa hivi, labda unajivunia kiasi gani? kwa mwigizaji, anajivunia pakubwa kwa sababu unajua nimeanza kipindi hicho ni, uh -huh. ni ingawa sana ya kwetu kidogo bado inasuasua uh -huh. lakini kwa sasa hivi si haba, nashukuru tumepiga hatua uh -huh. Tuna kundi kubwa ambalo tunalisimamia tuna, tuna, tuna, tuna uh -huh. ambalo ni cricket. Ndio tuko nalo la wasanii wa kutosha, tuna kazi za kutosha ambazo tunatoa na sasa hivi si haba, tumeanza kujulikana. Maana yake kwa Zanzibar, kidogo angalau ile watatu akikuona, wanaelewa nini unafanya. Na kama sasa hivi ndio tunamiliki YouTube channel yetu, ambao tunarusha kazi zetu, si haba, tunashukuru. Tumepiga hatua kiasi, bado tunapambana vizuri sana kwenye hilo group. Labda wewe ndo lida mkubwa labda unayeongoza au kuna mwingine kwenye grupu? Mimi ndo kiongozi mkuu. Wewe ndo kiongozi mkuu okay. Vizuri sana baadaye, kuna wasaidizi wao mpaka wa. Sasa labda kuna movie ngapi ambazo mmezitoa mmezi, au kuna movie hivi karibuni umeiachia movie, mwanzo u tuna tunarusha katika, tunaenda kufanya biashara na watu wa vingamuzi kama Zondoa wa Bakari. Alhamdulillah, kuna filamu iko inaitwa ni mapenzi tu mm -hmm. sasa hivi mm -hmm. Tunaingia YouTube. Kwa maana kwa sasa hivi kuna filamu yetu au tamthilia ambayo inaendelea sasa hivi tunairusha YouTube hmm, inaitwa Zahara ambayo Zahara. Zahara, tumeanza kurusha kama wiki tatu zilizopita. Ndio, kwa hiyo bado mnaendelea? E, inaendelea kila siku, kila wiki tunaachia na, tuna vipande. Na mnahisi mmepiga hatua kiasi fulani? Ah, tumepiga hatua kwa sababu mapokeo pia si, si mabaya. Wewe binafsi kiupande wako unabeba unapenda kubeba uhusika gani katika utizaji mi bwana, engo toka uniweka mi nacheza. unaipenda zaidi? kuna engo ambazo ukiniweka hapo hata... <laughs> mimi watu wangu wanajua saa hapa, bwana upo nyumbani, maanaake mi nicheze mkorofi mimi <laughs> <laughs> <laughs> nikicheza mkorofi manaake nakuwa mtihani kidogo. Mendoya Bakari imetoka ile baada ya kuenda <laughs> <laughs> mi nilienda kuposa sehemu nikakataliwa kabisa. <laughs> Ulikuwa uko serious kabisa smena, ah, nakuposa sasa hivi. Basi bahati mbaya sasa, mm, au bahati nzuri, mimi yule mtu ambaye ni mweza wangu nikamweleza sa sasa kazi hivi na akaye. Watu hiyo wanachukulia kama ni uhalisia kwa sababu hata na simu nyingi napokea, wewe ume, umeoa wewe unaishi ume, ume, vipi na mkeo vitu kama hivyo yani, kwa sababu ni kidogo korofi ndiyo, vizuri sana. Nadhani ume experience, ume vitu vingi kwenye, kwenye hili dimbwi la uwektizaji. Unahisi kwa kizazi cha sasa hivi, maanake wengi sana wanaamini kwamba uwektizaji ni kitu ambacho kina nidhamu ndogo, ama kuna vitu ambavyo vitafanya watu waone kama si kitu cha msingi, ama si kitu cha kuzingatiwa. Wewe binafsi una ushauri gani katika hengo ya, ya sanaa? Unalipi la kuwaambia wale wanao imani potofu <sighs> Sanaa kazi, sanaa kazi, sanaa ajira, sanaa biashara. Sababu za mwanzo nasema sanaa kazi. mm -hmm. Lakini kwa sasa hivi sanaa ni biashara, tena biashara kubwa tu, menifahamu eh? mm -hmm. Kwa maana yake kama kuna watu wanadhana potofu hiyo, ni tabia ya mtu. Unajua, kuna vitu ni tabia, ndiyo kama mtu ana tabia yake, huwezi kumcontrol. Mimi napokuwa na wasanii wangu wanawaambia, naambia bwana, sisi tumekutana hapa kwenye kazi o mm -hmm. kwa kama una tabia zako ambazo unazo hizo umetoka nazo, kuja kuzibadilisha mimi kwa muda mfupi uongo. Lakini sisi tu focus katika kazi, tuangalie malengo ya, ya ile kazi ambayo tumekusudia kuifanya. mm -hmm. vizuri sana na tukija kwenye changamoto ukiwa kama director, lakini pia mwigizaji unapambana nazo vipi? Mimi bwana, kwenye kupambana na changamoto. Changamoto zipo uh -huh. Lakini mimi ni baba, maana yake me ni mlezi uh -huh. na wasanii wangu zakutanuwa kubwa na nini, mpaka na watu wazima, lakini wana wananichukulia hivyo hadi kama baba mlezi uh -huh. Maana yake, kwa manabeba yote ambayo yanatokezea uh -huh. kukwazana, changamoto zinapotokea, vitu kama hivyo, basi natafuta na, na, na, na namna yoyote ili uweza kutafuta eh kutafuta suluhu, hmm. kwa sababu, mie, hmm. mm kwa sababu ninapokuwa nimeyumba mie yoni kimkasirikia mmoja inakuwa ngumu mm siri ya kazi ya sanaa maana yake unatumia sana akili ndi. Kwa unapokuwa katika kazi, maana yake inawezekana uko mnafanya kazi msanii wako ambaye hasi kawaida hmm. lakini kwa sababu akili imechoka au na mambo mengine unaweza hmm. mkakuta mnatofautiana ki ki ki, hivyo yani mm mnakwazana lakini hmm. kimaliza mnaendelea na mambo mengine. Mm. Sawa hmm. sawa. Hmm. Na umesema mmeachia me, hiyo filamu ya Zahra. Zahra. Watu wanaipataje? Filamu ya Zahra bali inapatikana katika YouTube channel yetu ambayo inaitwa Threegate Film. Threegate Film. Channel yetu inaitwa Threegate Film. Wengine wana kuandika Threegate wanapata tatu lakini ni andika tatu, yani maanake three ya kizungu Hey, manak ndo alafu hapo yeah, uh -huh, oh, hey. Utakwenda utaikuta ukiandika tu Zahra episode wani, au Zahra episode tu, unazipata zote, unazipata utakuta, utakuta kazi vizuri. Ikiwa kuna kijana pengine labda anatamani kuja kwenye kundi lenu, anatamani kuwa mwektizaji labda, anawapataje? Sisi tunapopatikana tunapatikana Machui, na vile vile tunakaribisha vipaji. mm -hmm. tunakaribisha wasanii, tunakaribisha watu wote, kwa sababu sisi sote bado tunafanya nini? mm -hmm. Tunatafuta, ndio, umenifahamu? Kwa hiyo, maana yake ili up, nini, maana yake lazima uingize watu, na mtu anapokuja sisi tunampokea na nani. Tunapatikana Machui na ukifika tu pale Machu, gari za Machu zipo Machu ya stendi, na nashuka pale. Basi ukifika tu, ukisema mimi namuulizia Bakari au naulizia wale wasanii hapa, basi utatupata kwa namba. Utaandika sifuri sita tano saba tisini na sita ziro ziro kumi na sita. Ndiyo, irudie tena, sifuri sita tano saba tisini na sita ziro ziro kumi na sita. Kwa kumalizia kabisa, una ushauri gani kwa vijana ambao wanataka kuingia katika uigizaji? Ushauri wangu mimi bwana, kila mmoja apiganie kipaji chake, wasikate tamaa mm -hmm. Bado fursa zipo, watafute nafasi, maana yake 3 gate ati group manaki kwamba three gate manaki ni milango mingapi? Ni tatu. Mm. tukiwa na maana manaki tumeita hiyo three gate kwa lengo moja manaki, ili ufikie mafanikio mm, lazima kwanza, mlango wa kwanza manaki, utafute fursa, utafute nafasi ya kuonesha nini, kipaji Kipa chako. Ukipata nafasi manaki umeshutu umefanya nini, ya pili utafute jina. Mm. Mlango mm, wa pili upate umaarufu, ujulikane. Unapopata umaarufu ndio unaweza kufikia mlango wa tatu ambao tunakusudia sisi, mlango wa nini wa mafanikio sasa wengi tumekuwa wengi, tunataka tuanze leo leo, upate leo, pesa leo leo, oh, leo ende leo, inakuwa, eh, inakuwa ngumu. Maana yake kuna hatua ambazo natakiwa tuzipitie. Kwa hiyo mimi nawakaribisha sana mm-hmm. na vile vile na sisi kama Trigent watusapoti mm-hmm. watusapoti, watufuatilie kazi zetu zipo nzuri na zina utofauti sana na baadhi ya kazi nyingi tu, wamtafute Bwana Bakari au Beka Drunk. Akisema Beka Drunk hapo, nimekwambia Bwana Bakari Beka Drunk hatari, ndio maana yake Beka, Beka mlevi. Sasa, <laughs> nioneje, ni mkorofi nikacheze mlevi hapo, ndo utakwenda kuenjoy mimi nasema kwamba ni asante sana mtazamaji wa Zantime, nadhani umemmsikia huyo Beka amekwambia ni karibuni sana lakini pia mmsapoti eh, kwa kutazama filamu ambazo anazitoa katika YouTube na ametaja hapo jina. Tumefikia tamati ya kipindi hichi, mpaka wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.